Kadhalika wa islahi dhati bain, na kumpatanisha yule ambayo wenye ugomvi, watu ambao waliogombana wapatanishwe, kwa sababu ya neema ya amani iliyopo. Hasa uwezi ukasema hakuna, iwezekani patikane haki kwanza, ndio wapatanishwe. Utaratibu watu wanapatanishwa, ili amani idumu mm. amani na kuwepo, alafu haki itatekelezwa ita, ita, Hauwezi ukasema ipatikane haki, hakuna amani, utazidisha matatizo, kwa sababu mna akili finyu, ufahamu wenu wa dunia, ndio maana mkadhania kwamba mnataka haki kwanza. Hiyo haki ni ipi? Kama ni haki, waislamu tunataka haki sisi, au tuanze? Mshangae, tuna uwezo wa kuanza tukataka haki zetu nyingi tu. Tutataka ukazi sisi, kadhi habu hukumu jemsi wala padri. Kadhi ana hukumu ndoa za Waislamu. Wewe wa askofu anakuhusu nini? mambo ya kuzuia ka masala ya kuzuia kadhi. Lakini kwa sababu wanachotazama ni masala kwamba serikali itatoa fungu kuwalipa makadhi. Hii ndio ambalo wanazuia likiingizwa kwenye katiba, ndio maana utaona wanapiga kelele, jambo hili si la sawa, jambo hili sila sawa. Hii amani ni lazima tuichunguze kwa nguvu zote. Hawa jamaa msiwachukulie mambo mepesi, tazameni nchi ambazo zimevurugika, chanzo tatizo ni nani? Ni wao. Serikali ni makini na watu hawa kiuhalisia kabisa, ichunguze mmoja baada ya nyingine, mmoja baada ya mwingine, kundi baada ya kikundi, itapata majawabu, kwa sababu wao wakisimama wakisema, wanasema kanisa katoliki limesema. Ni nani Nie nani katika nchi Katoliki ni nani katika nchi ikifikia, wa maishuti BAKWATA. Kuna mmoja alisema hivi, anamini wajamaa, huwa nawachunguza sana, namshukuru Allah kwa akili alionipa. Kuna mmoja alisema hivi, hii nchi bana, hii nchi hii, lazima niwaambie jambo, wewe kama sio Mkatoliki huna nafasi katika nchi hii, wewe kama sio BAKWATA huna nafasi katika nchi hii. Sasa mimi nauliza swali. Rais ni nani sasa? Dini gani? Makamu wa rais. Eh? Na dini gani magabu gani? Tatizo nini sasa? Magufuli alikuwa dini gani? Mkristo, msimpindishe, alikuwa Mkristo, alikuwa Mkatoliki na yule ambaye alikuwa makamu wake, si ndiyo rais, Muislamu. Nani alisema? Shida ni Uislamu tu kwa kwa, tatizo katika nchi hii mtu kwa Mwislamu, kwa sababu hakuna kingine. Ni Uislamu ndicho tatizo katika nchi hii, tambueni. Kwa nini mmeogopa Katoliki? nani nani katika inchi, nani? Twasema Waislamu waelewe, kwa sababu kuna Waislamu wanajiingiza katika mambo hawajui tatizo nini. wahtirami ulati lumuri kadhalika, katika amani na kuwaheshimu watawala. wataawni ala lbiri wataqwa kadhalika, na kusaidiana katika wema na takwa na kumcha Allah subhanahu wataala. wanabdhi lfitan kadhalika, na kupinga kutupilia mbali fitna wa shaiati kadhalika, na yale mambo ya uovu, yote mambo ya uzushi haya takikana yote ya tupulio mbali umbea, tupulio mbali, walhadhari min mahiri alkalaki walfitan kadhalika, na kutahadhari kutokana na yale mambo ambayo yenye kuamsha hisia za watu. Leo akisimama askofu anaongea maneno, unaona kabisa anatengeneza kitu kwa sababu, kwa sababu anaposema kwamba vijana wanaandamana maandamano ya amani, haya maandamano ya amani maandamano ya kuvunja amani. Uh, ya, ya, ya kuvunja amani. Kama ni ya amani, kwa nini wamechoma vitu vya watu? Ni maswali hayo, jibuni. Kwa nini wameiba vitu vya watu? Kwa nini umewaua askari? umewaua asa, amani hiyo hiyo, amani inakujaje? Kwa amani kwamba haki kuua askari, haki kuchoma masheyeri Haki kuiba vitu vya watu. Alafu cha ajabu, wana shang... wanashangaza sana, wa watu wanakuambiaje, unajua tatizo waliokaa madarakani wote wizi, kwani wa rais sio waizi? Si hao walioiba wote? Waandamanaji wote waizi. Na ndio maana yale maneno, kumbuka lkayi, kwamba hao viongozi wanatokana na nyinyi, nyinyi mko sawa. Alafu tusidanganyane, hivi ni kire... kiongozi gani akikaa pale ikiwa mama yako wewe ndio rais, kijalia wewe ambaye unaipinga wewe, askofu wewe, kwa jima ndio mama yako. Sasa kakaa pale ya mama yako, hivi ungemtukana ungemsema vibaya, au ungesema ni mwizi? Si so, ungesema anafanya kazi kubwa sana, kwa hiyo ana haki ya kuchukua, sio hiyo? So ni rais, ni kiongozi wa nchi, wewe huna haki ya kumchukana wala huna haki ya kusema chochote. Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Leo duniani nchi nyingi sana zilikuwa zina amani, zilikuwa na amani na utulivu, watu wametulizana, wanafanya mambo yao, maisha yanakwenda, lakini baada ya muda si mrefu, zile nchi zile amani zikapotea, na zilipotea amani kuna wengine kwa migogoro ya wao kwa wao ya kivita, wengine mapinduzi, wengine maandamano. Zile nchi ile amani ikaondoka. Mimi nitataja baadhi ya nchi ili wewe upate mazingatio katika nchi hizo, kwa ufupi kabisa. Mfano baadhi ya nchi ambazo zilikuwa na amani lakini baada ya muda zile amani zikatoweka: Libya Libya katika mwaka elfu mbili na kumi na moja au kabla ya elfu mbili na kumi na moja Libya ilikuwa ni nchi ya amani, na hakuna ambaye asiyejua Libya ilikuwaje, yale mambo ambayo yalikuwa yanapata watu wake, lakini kuna watu waliotumia, hasa makafiri wazungu, wakawashawishi watu na kuona kwamba kile anachofanyiwa hakistahiki, utekana pata zaidi ya kile hawakujua kwamba amani iliyopo ikiondoka haiwezi kurudi. Neema ilikuwepo inaweza ikaondoka, watu wanakula bure, kwa maana wanataka kuona, wanaozeshwa, wanajengiwa nyumba. Kuna nchi gani duniani, hata huko Ulaya wanafanyiwa hivyo? Hao kina Trump wanayafanya hayo? Lakini wao wao wakaingiza baadhi ya fikra na watu wakazipokea zile fikra, na wakaandamana, lengo kumng'oa Gaddafi wakafanya walioyafanya, wakapambana walopambana, akaondoka. Leo waulizeni kile ambacho walichokipata ndicho walichokuwa wanakitaka. Huu ni mfano, lakini pia Siria kabla ya mwaka elfu mbili na kumi na moja kadhalika, ilikuwa ni katika nchi miongoni mwa nchi ambayo ina amani, lakini baada ya muda watu wakashawishiwa ukawa ni ukumbavu, maandamano kadha na kadha. Kama hivi leo alizeni Syria, amani ipo? Haya mambo sio, usione mambo nimepesi. Akasimama na kofia lake kama likitungiwa li, la, la, la, la, la. Uyoga waona kwamba jambo la sawa? Wewe waona kwamba akasema asikofu nani yei katika nchii? Hawa ni watu ambao lengo lao ni kuondosha amani iliyopo. Hawa ndio lengo lao ili baadaye waseme kwamba Waislamu ndio ambao waliovuruga nchi hii. Haya ndio malengo. Lakini pia Ukraine kabla ya mwaka elfu mbili na kumi na nne ilikuwaje? Lakini baada ya hapo nyinyi mnajua zaidi. Hali ikazidi kuwa mbaya katika mwaka 2022 baada ya Urusi kile ambacho ilifanya ilichokifanya, nyinyi mnafahamu hali ikoje leo Ukraine. Mnayajua haya mambo. Kadhalika Sudani, tazama na Sudani, wa watu wanavyokufa njaa wa inayoshughulisha watu, wanakimbia nchi yao. Tatizo ni nini? Sudani, Afghanistani ilikuwaje? Hizi ni nchi zilikuwa kama tulivyo sisi leo, ni nchi ambazo zilikuwa zina amani, watu wanafanya mambo yao mambo ya kwenda lakini wamepatikana watu wakatumiwa na wakatumika wakachafua nchi yao. Kadhalika Ethiopia itazame, utaona bali kuna nchi zingine ambazo zinaelekea kupoteza amani zao, amani za nchi zao. Miongoni mwa nchi hizo Burkina Faso, ambayo ilifikia hatua jeshi likachukua nchi. Usiombe jeshi kuchukua nchi kama wajinga wanavyosema yeshi kichukua nchi usidhamie, kwamba hata jamaa zitapatikana hizi yani, hakuna amani itakayopatikana katika nchi, hakuna uhuru utakopatikana. Hata wao wanaotukana mtandaoni hawatatukana tena, wanaosema hawatosema kwa kwani mambo, tuna maneno ya hamasa na jaziba, kwa sababu chuki imetangulia mbele. Kwa nini Uislamu? kwani ni Mwarabu? mambo ya bandari, mambo ya kadha. Kwani nchi hii kuwekeza, wa kwanza kuwekezwa ni Waarabu? wamewekezwa wangapi? Mkapa akawekeza kwa watu wangapi? Sio nataka tukasema mambo haya, nchi inawekezwa miaka mia nani alisema? Au kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa Katoliki, sijua alikuwa ni mzee wa kanisa Katoliki, hakuna alisema Katoliki kusema ndio sawa. Hiyo sio sawa, hili jambo sio la sawa kadhalika Tunisia, kadhalika Mali, kadhalika Lebanoni, kadhalika Nigeria. Hizi ni nchi ambazo bikhtisari amani yake inaelekea kutoweka kabisa na kuna zingine zishatoweka kabisa, amani halipo. Lakini haya ukitazama chanzo chake, utakuta mingine ni mizozo ya kisiasa migogoro ya ndani kwa ndani, mambo ya ukabila kadhalika, na baadhi ya makundi ambayo ya kigaidi yaliingia katika mapolini, kama tulivyotangulia kusema yameingia mapolini, yakaingia kwenye misitu, zikapelekea nchi kukosa amani. Sasa nchi yetu hii, miongoni mwa milango ambayo anaifungulia, kuna makundi yatakuja kuingia huko, yataingia makundi ya ajabu kabisa na ndio hapo itakuwa mwisho wa nchi, mwisho wa amani. Amani itabakia ni historia katika nchi yetu, lakini haya yote atakuja ikiwa sisi tutanyamazia mambo haya. inna nimata al-amni min ajali niami llahi ala ibadihi, katika neema tukufu, neema tukufu miongoni mwa neema za Allah ni neema ya amani. wa adhamiha wa hiya asasu kulli namai wa imarati wa ibadati, amani ndio msingi wa kila kinachokuwa kila kinachoimarika na kila ibada amani. Fafi dhili lamni tuftahu lmasajid, kwa kivuli cha amani misikiti inaswaliwa inafunguliwa. Wa tusalla ljumaatu waljamaatu kadhalika, zinaswaliwa ijumaa kadhalika zinaswaliwa jamaa wayakhruju nnasu limaaishihim, na watu wanatoka kwenda kwenye maisha yao. Kule kutoka kwenda na kurudi ni kwa sababu ya amani, si kwa kingine chochote. Tusidanganyane Waislamu. Wewe kama umeingia kwenye siasa zako, ambayo siasa yako hiyo iko kinyume na, na, na chama cha tawala, haya maneno hutoyakubali kwa sababu ya tonge lako. Tukwambia hivi, utakuja kujuta hii amani ikiondoka, hutokumbuka chama chako. Leo kuna watu wanakimbia nchi zao wanakimbilia Tanzania, wanakuja kujistiri na kuhifadhiwa Tanzania. Wewe unakimbilia wapi? alafu kwa njia ipi? familia yako utaipeleka wapi? kuna mambo, jiulize haya. imetokea la kutokea, unakwenda wapi? zaidi ya kusema basi wacha liwe litakalokuwa. Sasa mimi siwezi kunyamaza hali ya kuwa na uwezo kusema. Akumbuka mimi kuna mwaka nilikwenda kusoma kule Yemen, tuko ndani ya msikiti tunasoma. Wallahi sasa naingia msikiti napiga hapo, mambo sisi tunayokuona Tanzania lakini sheikh anasomesha tu qala Allah lakon. maneno haya ni kabisa alfajiri, mnasalia saa tano sita, saa saba mtasalia, saa nane mtasalia, saa kumi mtasalia, saa nane, kila muda ni maiti. Hili jambo tunaweza amani? Kama ndivyo sema mwanzo, sisi hatuogopi kufa lakini nawaambia mtakumbuka hiki kitu, kwa sababu kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi nusi, itaonja mauti, hakuna atakayebakia. Tatizo wewe utakuwa ukiwa ni msababishi wa hii amani kuondoka, watu wakafa, wewe ni mwislamu, unabeba dhima mbele ya Allah, utakwenda kujibu damu ya mwislamu. Damu ya mwislamu kumwagika moja, ni bora Kaaba ivunjike Mtume anasema Kaaba ambayo tuna swali tunaelekea ni bora Kaaba ivunjwe kuliko damu ya Uislamu. Wewe ukisababisha haya mambo utaingia katika dhima hasa hayo. Hata maandamano wataka kumtoa mtu ayo katika Uislamu, hakuna maandamano, hakuna mambo ya kupiga kura, hakuna Uislamu. Haya ayajaaia kwamba wewe wataka umtoa yule kwa maandamano hayaandika bango lako, sio utaratibu wenu huyo. Andika bango lako, natoka chini ya muembe mpaka ofisini. Ukimaliza chini ya muembe au tawanyika. Sasa umeanzia, mmeanzia kwenye machaka, mmetoa mafuta ya petroli kule mlikoficha na vibiriti vyenu, mpaka sheria ya mtu, mnakwenda kuchoma, mnachoma gari za watu, mnachoma maduka ya watu, alafu anasimama askofu anasema, maandamano ya amani. Maandamano gani ya amani? mali za watu watu zinaharibika, alafu mnasema amani, haki. Haki ipi hiyo. Pio hamuoni haki za watu zinapotea? Mbona muongelee ya mambo mkisimama, mnashuti wa Arabu, mnashuti Zanzibari, mnashuti Waislamu. Haya, tayajua wa sisi, tumeamua kusema, tumeamua kusema kama nilivyoamua kusema. Tutasema sana, lakini mjue ya kwamba katika Uislamu, narudia tena, kuna jihadi, hatuogopi kufa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema

riziki yake inakuja kwa wepesi, min kulli makani, kutoka katika kila sehemu. Leo riziki yake inakuja wewe kila sehemu hivyo. Ukiambiwa tu ukae ndani, ukiambiwa ukae ndani, mwezi utatoa maiti nyingi sana ambazo hazina adadi, bila risasi. Kukaa ndani tu, kuna watu watakufa kwa pressure, kuna watu watakufa kwa kwa njaa, maji ya kunywa kila mmoja sababu yake, chakula. Sasa haya mambo Waislamu hapa, mi naongea na Waislamu, lakini pia ni ujumbe kwa wale ambao sio Waislamu, hasa mambo maaskofu no na wengineo, wajue kwamba hii nchi yetu sote, hii nchi bana sio ya Katoliki wala ya kafiri yoyote, hii ya watu wote wa Tanzania. Kwa hiyo tuna haki ya kusema sio sawa. Mimi nasema kwamba jeshi la polisi, wallahi kazi iliyofanya Allah subhanahu wa ta'ala awape nguvu na wathibitishe waendelee kusimamia hii nchi, wasirudi nyuma. Kadhalika kiongozi wetu wa nchi, rais, na wale aliokuwa nao Allah wathibitishe wasirudi nyuma, kwa sababu eti katoliki wamesema. Kina nani wao katika nchi hii? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fakafarat bi an'amillah, wakakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wa pengufu, faadhakaha llahu libasa ljui Allah akawavalisha vazi la njaa walkhaufu kadhalika na hofu bimakanu yasnaun kwa sababu gani ya kwa sababu ya yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Tuko kwenye amani, haya ambayo yanayofanyika ni sababu ya kuondoa hii amani. Ni lazima tuwe wa kweli nasa, Waislamu mashekhe waseme wasirudi nyuma. Kila mmoja aseme kulingana na Allah alivyomruzuku kusema sema. Ikiwa wao wanasema, wanasema leo, wamesema leo Jumamosi, asitwasema sasa usiku huu wa Jumapili kuamkia Jumapili, twasema kama walivyosema wao. Sisi twasema, nyinyi kina nani katika nchi hii? Kwa hiyo msitaki kushughulisha watu, mkaonekana nyinyi ndio mna haki katika nchi hii, kwamba Muislamu hana haki ya kusema. Muislamu hana haki ya kuongoza. Muislamu hana haki ya kutawala. Tusubiri baraza ambalo rais atakalichagua, mtazame waziri mkuu nani nani, Kristo nani, asijua Stari ikichaguliwa nani kasema? Hakuna anayesema sisi, na bado watakuja wengine sisi, hata wao wote makafiri. Wao wote tunataka sisi amani katika nchi hii Tunachowaambia tutaka amani, hatutaki upumbavu. Muislamu namalizia, maneno Muislamu ukimwambia toka, natakikana atoke, ana upanga, ana rungu, atatoka. Sisi sio watu wa chipsi, lazima mfahamu dini yetu hii, dini ya Uislamu. Miongoni mwa sababu ya kusimama Uislamu ni upanga, miongoni mwa njia ambazo dini hii ikasimama ni upanga. Masahaba walisimama wakapambana kwa ajili ya dini ya Allah kwa upanga. Leo unapigana umekaa chumbani unabonyeza unapiga bomu. Mwanaume, toka nje! Allah amejalia katika dini hii kuna wanaume, lazima mjue. Miongoni mwa hao mimi hapa nimesimama ni mwanaume. Allah subhanahu wa taala atujalie haya tunayoyasema yao ni ya kweli, yaingie katika nyoyo zetu na atuthibitishe katika haya Allah ajalie amani katika nchi yetu, na wathibitishe viongozi wetu, amthibitishe rais wetu na wale wasaidizi wake. Allah subhanahu wa taala wathibitishe katika haki. Kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa taala alisaidie jeshi letu la polisi na jeshi la wananchi la Tanzania, lisimame katika haki na lisimamie nchi yetu. Nchi yetu ina amani, na yoyote yule ambaye atakayesimama kwa lengo la kuvunja amani, tunakuomba ya Rabbi mvunjilie mbali mgongo wake. Wallahu ta'ala a'lam.